Kitabu cha Hosea sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni siku nyingine tena Mungu anatupa kibali kukutana katika kipindi chetu cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, na kukaribisha mno aweze kuungana na sisi, ambapo pia unaweza ukasoma vitabu hivi kupitia channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kutufollow, itakusaidia kuendelea kuvipata vitabu hivi kila wakati. Lengo ni tusome Biblia nzima tumalize. Wapendwa, tusali, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Bwana, tunakushukuru kwa mapenzi yako makuu ambayo Mungu, yanatuunganisha mahali hapa. Asante hata kwa ajili ya hii neema ya usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ee Mungu Baba, unatupenda nasi tunanyenyekea kwako katika moyo wa toba na msamaha. Tunaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya dhambi zetu, tunaomba Ee Bwana utusamehe, tuwezeshe Roho Mtakatifu kulisoma neno lako, tuwezeshe kuweza kulielewa, ili maisha yetu yaendelee kufanywa upya na tuendelee kuwa hodari katika jina la Baba mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana tuweze kuungana na ndugu zetu wa wedi Project ili tuweze kusoma kitabu hiki cha Hosea ile sura ya tisa na ya kumi. Mlango wa tisa. Usifurahi Israeli kwa sababu ya furaha, kama hao mataifa; kwa kuwa umezini juu ya Mungu wako, umependa ujira katika kila sakafu ya nafaka. Sakafu na shinikizo hazitawalisha Bwana, Misri, na divai mpya itawapungukia. Hawatakaa katika nchi ya Bwana, lakini Efraimu watarudi Misri nao watakula chakula kinajisi katika Ashuru. Hawatammiminia Bwana divai wala hazitampendeza sadaka zao. Mkate wao utakuwa kama chakula cha matanga kwao, wote watakaokila watatiwa unajisi, kwa maana mkate wao utakuwa kwa shauku zao, hautaingia katika nyumba ya Bwana. Mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi na katika siku ya karamu ya Bwana? Kwa maana tazama, wamekwenda zao ili kukimbia uharibifu, lakini Misri itawakusanya nofu, itawazika vitu. vyao vya fedha viwapendezavyo, magugu yatavimiliki, miiba itakuwa katika hema zao. Siku za kupatilizwa zimekuja, siku za kulipa zimefika, Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu. Huyo mtu mwenye roho anawazimu, kwa sababu ya wingi wa uovu wako, na kwa sababu uadui umekuwa mkubwa. Efraimu alikuwa mlinzi pamoja na Mungu wangu, na huyo nabii mtego wa ndege ukatika njia zake zote, katika nyumba ya Mungu wake umo uadui. Wamejiharibu mno, kama katika siku za Gibea; ataukumbuka uovu wao, atazilipiza dhambi zao. Mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani, nami niliwaona baba zao kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza wakati wake wa kwanza. Lakini walikwenda Baal Peori, wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu, wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Naye Efraimu utukufu wake utarukia mbali kama ndege, uzazi hautakuwako wala aliye na mimba wala achukuaye mimba. Wajapolea watoto wao, mimi nitawanyang'anya watoto wao, asisalie hata mtu mmoja. Naam, ole wao nitakapoondoka na kuwaacha. Efraimu amepandwa mahali pazuri kama nilivyoona Tiro, lakini Efraimu amemtolea muuaji watoto wake. Wape, ee Bwana, utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu. Uovu wao wote ukatika Gilgali, maana huko naliwachukia kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Nitawafukuza watoke katika nyumba yangu, sitawapenda tena wakuu wao wote ni waasi efraimu amepigwa mzizi wao umekauka hawatazaa matunda naam wajapozaa nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana mungu wangu atawatupilia mbali kwa sababu hawakumsikiliza nao watakuwa watu wa kutangatanga kati ya mataifa Mlango wa kumi. Israeli ni mzabibu. utoao matunda yake kwa kadiri ya wingi wa matunda yake, kwa kadiri iyo hiyo ameongeza madhabahu yake; kwa kadiri ya wema wa nchi yake, kwa kadiri iyo hiyo wamefanya nguzo nzuri. Moyo wao umegawanyika; sasa wataonekana kuwa na hatia. Yeye atazipiga madhabahu zao, ataziharibu nguzo zao. Yakini sasa watasema, hatuna mfalme, kwa maana hatumchi Bwana na mfalme huyu, je aweza kututendea nini? hunena maneno yasiyo na maana, huapa kwa uongo afanyapo maagano, basi ndipo hukumu huchipuka kama mbaruti katika matuta ya shamba. Wakaao Samaria wataona hofu kwa ajili ya ndama za Beth-aveni, kwa maana watu wa mji huo wataulilia, na makuhani wake waliofurahia kwa sababu ya utukufu wake, kwa maana umetoweka. Nayo itachukuliwa Ashuru iwe zawadi kwa mfalme Yarebu. Efraimu watapata aibu na Israeli atalionea haya shauri lake mwenyewe. Katika habari za Samaria, mfalme wake amekatiliwa mbali kama povu usoni pa maji. Mahali pa Aveni palipoinuka, yaani dhambi ya Israeli, pataharibika. Mwiba na mbigili itamea juu ya madhabahu zake, nao wataiambia milima, Tusitirini na vilima, Tuangukieni. Ee Israeli, umefanya dhambi tangu siku za Gibea. Huko ndiko walikosimama ila vita vilivyokuwa juu ya wana wa uovu visiwapate katika Gibea. Wakati nitakapopenda nitawaadhibu, na hao mataifa watakusanyika juu yao, watakapofungwa kwa sababu ya makosa yao mawili. Naye Efraimu ni ndama aliyefundishwa apendaye kupura, lakini nimepitisha kongwa juu ya shingo yake nzuri; nitampandisha mwenye kupanda juu ya Efraimu, Yuda atalima na Yakobo atavunja madongoa yake. Ipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyesha haki. Mmelima dhuluma, mmevuna uovu, mmekula matunda ya uongo, kwa maana uliitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Kwa sababu hiyo fitina itatokea kati ya watu wako na ngome zako zote zitaharibiwa, kama vile Shalmani alivyoharibu Betharbeli katika siku ya vita; mama akavunjika vunjika pamoja na watoto wake. Hivyo ndivyo Betheli atakavyotenda ninyi, kwa sababu ya ubaya wenu mwingi. Wakati wa mapambazuko, mfalme wa Israeli atakatiliwa mbali kabisa.